Halmashauri ya wilaya ya Songea vijijini mkoani Ruvuma inatarajia kuhamisha ofisi zake kutoka manispaa ya Songea zilizopo zilipo sasa na kwenda Lundusi Peramiho ifikapo Januari mwakani. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Valentine Masanja amesema kwa muda mrefu ofisi za halmashauri zilikuwa mbali na wananchi wanaowahudumia, hivyo kwa sasa wapo katika hatua za mwisho za ujenzi wa ofisi hizo na nyumba ya mkurugenzi, kazi ambayo anatarajia kukamilisha kabla ya mwezi Desemba mwaka huu. Bwana Masanja ameshukuru uongozi wa kijiji cha Lundusi Peramiho kwa kukubali kutoa eneo zaidi ya hekta mia mbili kwa ajili ya kuanzisha ofisi za almashauri na kuongeza kuwa ujenzi wa ofisi hizo utagharimu shilingi bilioni mia mbili bilioni mbili, kumradhi, na milioni mia mbili, huku nyumba ya mkurugenzi ya gorofa moja inajengwa kwa shilingi milioni mia tano. Kama navyoona hapa, tuko kwenye eneo la Lundusi, eneo ambalo tunajenga makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Songea. Kwa sasa makao yetu makuu yako pale mjini manispaa, ni kama tumekuwa wapangaji, lakini baada ya vikao waheshimiwa madiwani kupitia maamuzi na serikali kutoa fedha serikali kuu, ndio maamuzi yaliyotolewa ya tukaamua kujenga makao makuu katika eneo letu, ambapo kwa kweli kimsingi tutakuwa karibu na wananchi wetu. Aidha, amesema halmashauri hiyo imepima viwanja mia tano vyenye ukubwa tofauti kwa ajili ya makazi ya watu na ametoa wito kwa wananchi kuchangamkia kununua viwanja hivyo.